Itikadi mbaya ambazo hazipendezi na pia wamenyima sana nafasi uh, viongozi wa changa kujienua, na ndio maana unaona viongozi wa changa wamesimama kidete hivi sasa kwamba ikiwa hamutupi tutachukua, because tumechoka kungoja, na hiyo ndio, ndio, ndio sauti ambayo viongozi wa changa katika East Africa nzima na Afrika hivi sasa wamekuja na huo mwamko. Jamani, ikiwa wewe umepita miaka sitini na zaidi, tafuta mahali upumzike because umezaa, una wajukuu, wamesoma, wana ni lini wataonesha uh, umahiri wao katika maswala ya uongozi? Kama sisi wenyewe tuko tuko, hata mtu unaenda ukitoka nyute, lakini bado uko uko uko, so tuna, tuna it's a wake up call in Tanzania, whatever is happening in Tanzania it's a wake up call to all African nations, kwamba okay, vijana wamengoja ku wame, yani wamengoja sana mpaka wamekosa matumaini. Sasa wanasema kama hamutupi, tutachukua kwa nguvu.